Auli, hata wewe uwe, hata wewe uwe, hii dunia wamekuwa watu wa kila mtu anaachana na wako, nimekuwa wote sisi ni masela, yes no. maana hakuna mtu mzuri kwa mzaa, tunavumiliana tu hapa, wa hapo. Ndio kweli, hatuishi na malaika, tunaishi na binadamu, sio kwa makofi, kama tunaelewa kila. Utasema kwa kama sisi ni wazuri kwa nini Mungu alishusha amri kumi? Kwa nini alishusha alishusha zile sheria? Baada ya uovu mwanadamu kuzidi. Amri zikashusha uovu. Usiibe, aliona dai watu wameshaanza kuibiana. Ndio. Lakini mwanzo ilikuwa haipo. Kabisa. Usiseme uovu akijua watu wameshaanza kuongopeana. Ndio. Mwanzo ilikuwa haipo. Kabisa. Usitamani mtu ameshaanza kutamani cha watu hata zamani ilikuwa haipo.

Sikiliza, "nimevumilia." Wengine wanakwambia nimevumilia kwa ajili ya watoto. Sio kweli, ulivumilia kwa ajili ya watoto? Sio kweli kabisa. Ulivumilia kwa sababu ulijua ukitoka nje unakutana na mbaya zaidi yake. Kabisa, mwangalie mwenzako vizuri. Yaani unaweza ukawa umeachana na swala ukakutana na nini? na nyuki.

Sawa, so, miguu ndio ambayo inakupeleka sehemu naenda, unataka kwenda mjini, miguu ndio inakupeleka. Yes. Wale ndio maana wale wazee wa zamani walisema riziki ya mko iko wapi? Ile, so, ile ni siri kubwa sana. Riziki ya mko na maana riziki ya mwanadamu iko wapi? Hakutaka tu kufungua hiyo siri. Riziki ya <laughs> mwanadamu iko wapi? <laughs> Akujionishe kifunga nyayo zako. Yes. Akujionishe riziki yako kabisa. Susema amina. Akujionishe kifunga nyayo zako. Amen. Akifunga nyayo zako, amefunga nyota yake, amefunga ndoa yake, amefunga kibali chako, amefunga afya yako. Amen. Amefunga afya yako. Yes. Ndo unachanga, maisha yanakuwa makubwa. Unaona, mama anasema miguu iko na waka moto kwa nini pini ndio, kwenye miguu inawaka moto. Vipi kuhusu vitu kuhuu mshiko, ilikuwa nakwambia majanga. Kwa nini chanzo cha kuumwa miguu? Walifunga nyayo, na hapo ukisha kuumwa miguu lazima uwe na spiriti ya yes. Madeni, kwa nini? Wamefunga uchumi, badala ya kuingiza wewe unakula. Inatoka wapi? Lazima uokope sehemu. Kabisa. Wazeni, amina. Amen.

ni jini lile, kuchukua. Yes, maenda kuchukua lile jini. Ujua kabisa kuna siku hiyo mke wako ama mtoto wako, kumbe ni jini limekunywa damu kabisa. Umeelewa? Amen, kumbe ni jini limekunywa damu. Na kwa nini? Kama nimekupa jina kwa mimi, hizi ni kali, sio kali kali, jini ni kali. Ninaenda kunywa damu yako wewe. Yes, ama mtoto wako atabeba mimi, natoka kumbe ni jini limekunywa damu hii, limekunywa damu. Amen. Ukienda kwa mganga na tumbo ilikuwa ikusumbua ni tumbo ya kike. Na kwa nini sumbua ya kike si sumbua ya wanaume ya kiume? Majini najua kwenye matumbo ya wanawake ndiko wanapopatia damu. Yes. Ndio chakaa mtu mara huo mtoto amezaliwa na sikoseli hapendi kukua. Kwa nini? Sikoseli. Kwa sababu jini lile ndio limetoa nini? Damu. Ndio, ndio vyanzo vya hayo. Na majini maibudu yako ndio hivyo, yule weka kwenye mto, ina maana ile inakaa kwenye mto, ile ndioje, akili gumu kichwa, hiyo ndio jini maaba amemleta kitandani, ina maana pale kitandani kwa watu watatu, ni nini tunachosema? Hawezi piga makofi kwa sababu nimekuba pale bali hapa, alafu umuko watatu na sikioni ndio itakuwa moja ile